Nadhani tu so minutes. Ladies and gentlemen uh, yule aliyesema kwamba hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi amekuja na matamshi mengine ambayo yameweza kushtua baadhi ya wa Watanzania vilevile okay, vile baadhi ya watu hapa duniani, ambapo ameelezea kisa na sababu zile ambazo zilifanya mpaka mwananchi akaweza uh, kuandamana na vilevile, vile pia anauliza, je, ni haki gani zile ambazo zilifanya mpaka vijana wakatoka barabarani? Na akauliza tena vilevile vile malalamishi ya wapinzani ambao walikuwa wameaweka mpaka wakafikia wakati wakasema kwamba hakutakuwa na kura na endapo basi watalazimisha kuweka kura, kutakuwa na fujo kwa sababu hawamtaki yule ambaye ni raisi mwenye yuko madarakani. Na akaongeza na kusema kwamba vijana wote ambao walikuwa wamejitoa barabarani kwa minajili ya maandamano haya, kunao baadhi ya watu ambao walikuwa wametoka nje ya nchi ambao walikuwa nchini, na wakawalipa hawa vijana ili mradi waweze kufanya haya maandamano. Asa raisi ametuma ile tume ambayo aliweza kuichagua kwa minajili ya kwenda kufanya guzi ili iweze kubaini ni kipi kiini ambacho kilifanya mpaka hawa watu wakaenda kwa maandamano, kiweze kutoa uh, orodha nzima na ni nani aliyewalipa na ni kipi ambacho kilikuwa kinatafutwa kama haki ijulikane, na vile vile pia malalamishi wa ya wapinzani yaweze kuwekwa kwenye meza, ili mradi rais aweze kuyatatua. Kikweli kabisa amezungumza jambo ambalo linafaa lifikiriwe kwa kisingi sana, tunaitarajia ikatuangalizie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 ya kuingia kuchoma nchi kuchafua nchi. So, Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuuliza swali lake la mwisho pale vizuri zaidi, ambapo amesema endapo kulikuwa kuna vurugu fulani ama mgogoro fulani wa kutoelewana kwa jambo fulani, akauliza kwamba hakukuwa na njia nyingine ambayo labda ingeweza kufuatwa, ili mradi watu wasiende kule kufanya yale maandamano ambayo yalikuwa yanaleta ile ambayo inaonekana ni kutoleta amani nchini, ambako kulikuwa kuna ubomozi na uchomaji na uko ambao ulikuwa unaendelea. Sasa alikuwa anauliza, je, hakukuwa na njia nyingine ya kusuluhisha jambo hili? Na vile vile bado ni mtu ambaye mpaka sasa Rais Samia Suluhu Hassan rais wa Tanzania hajajua kwa akili yake kwa mawazo yake, kwa taswira zake, kwa video zote alizoziona kwenye mitandao, aliyoambia na pamoja na naalomzunguka, hajajua ni sababu gani ambayo iliwafanya vijana wa Tanzania kutoka kwa minajili ya maandamano. Hajajua sababu, kulingana naye mwenyewe, kwa sababu amesema kwamba uchunguzi uweze kufanywa ili ibainike ni kipi ambacho watu ambao waliandamana wanakusema kwamba wanadai haki, ni haki gani ambazo walikuwa wanazitaka, yeye yuko tayari kuzijua ili azitake E zile haki ambazo walikuwa wanazitaka, ambazo ukiona haki kubwa ambayo walikuwa wanaitaka kama vijana wa Tanzania, ni ile kauli mbiu ambayo walikuwa wanasema kwamba if there's no reform then there will be no election. Yani, endapo kutakuwa hakuna mageuzi yoyote kwenye hino katiba kwenye hino mswada um, mzima wa kupiga kura, basi hakutakuwa na upigaji wa kura. Hiyo ndio ilikuwa kauli mbiu ambayo iliketi kwa takriban miezi minne mitano kabla ile siku ya uchaguzi. Lakini kila aliposikia na kuambiwa kama ye raisi, alikuwa anasimama kwenye majukwaa na kusema kwamba yeye hasikii chochote, kwa sababu alikuwa akipenda sana kutumia ule msemo wa kusema kwamba yeye ana act kama chura na kutoa mfano kusema kwamba uh, most of the time eh, achura anaziba masikio yake na hasikii lile jambo ambalo watu wengine wanapiga kelele kwa ajili yake. Sasa hii alikuwa sema yaziba sikio, hataki kusikia yale mengine kule. Ndio maana nchi ikalipuka. Na baada ya kwamba nchi imelipuka ni yeye tena amerudi na kusema kwamba sasa hii yuko tayari kufungua masikio na kusikia ni kitu gani ambacho Watanzania wanakitaka ili mradi awatimizie, ili amani iweze kurudi kwa pamoja. Sasa nimesema tutasoma comment ya mbili tatu hapa. Aa, kwa minaji tujue Watanzania wanazungumza nini baada ya kauli ya rais wao wa Samia Suluhu Hassan. Hapa amekuja amesema hivi, nimesema, nimeamini, nimes, sisi wanawake hatufai kuwa viongozi popote, tuna roho mbaya sana. Ok, wanaungana na mimi kum, kum, kum, kumtukana huyu mama, tujuane hapa kwa matusi. Yani anauliza ambao wanakubaliana na yeye anajita mshauri wa rais, ambayo wanakubaliana na yeye kumtukana mama Samia Suluhu Hassan basi waungane wote kwa pamoja kwenye comment section pale, kumaanisha kwamba hajafurahishwa na kauli ya rais ni meli mpaka kin... mm -mm. Ameongea matusi. Okay, nikikaa sana humu TikTok naweza kuwa gaidi. Haki Mungu nisaidie, nitoke nisisikie kauli za huyu mama, kwani figo zake zina felini fafe tu. Kumaanisha amechokana na kauli za rais. Samia utofauti wako na shetani ni location tu. Okay, hakuna raisi hapa. Uh, huonekani kama yupo sawa. Huyu mama hayuko sawa kiakili. Sijaona raisi oh, ameongea matusi. Mama anaumwa naona afya yake haiko sawa ah, okay. Uh, amekuwa na sauti nzito okay. Sauti inanuka damu za Watanzania inaniuma sana ye, hakuna imani sababu tayari mshaonga mjinga la taifa waende huko wanapopaamini msukule wa kinyani wewe. Aha, kumbe na yeye anaingia TikTok na anasikia anasikia vinavyosemwa, lakini havitimizi. Nchi ikiporomoka, anakuja anataka kujifanya mtetezi hmm. hawana jipya wapinzani, hemu hadi 2030. Yuko na wewe, asiyo kutaka Uh, asiye kutaka eh, anaishi Kenya atarudi Tanzania, anamaanisha kwamba mama tuko naye hadi mwaka wa elfu ishirini na thelathini, na asiyemtaka mama Samia Suluhu uh, Hassan anaishi Kenya atarudi Tanzania mwaka wa elfu mbili na thalathini na moja kumaanisha kwamba baada ya kwamba Rais Samia Suluhu ametoka madarakani, acha tujinyamazie uh, acha, acha tujinyamazie tu Uh, kuongea na kusema hatuwezi, mtatupora na kutuchukua na kutuua. Ulisema hujasoma, naona kama kweli vile. Aha. Kweli mama, umechoka wewe. Unaweza kujichunguza mwenyewe kwanza, umeua watu wangapi? Na utuambie ni wangapi waliofariki kwa ghasia za baada ya uchaguzi. Aongee, aongea kama mwanaume anaona aibu hata kuangalia kamera haiwezi. So unaona watu wengi ambao wameshuka na kudondoka kwenye comment section hapa, asilimia uh, tisini na tisa ni watu ambao wamemkashifu mama suluhu hassan samia, kwa kumwambia kwamba anajifanya ya kwamba hajui kisa na maana cha watu ambao uh, walienda kwa maandamano, anajifanya kambi kama hajui, lakini kiukweli kabisa anasema anazofahamu, lakini anajitoa fahamu. Uh, jana likuwa nasoma article fulani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 Na mwingine nimeona akisema kwamba afadhali nchi iuzwe ili kila mtu apate chake, aende anapojua. Au nasemaje wakuu? So, ni kumalizie tu kwa kuzungumzia ile tume ambayo ilitengenezwa na Mama Suluhu Hassan Samia kwa minajili ya kufanya uchunguzi ambao uliweza kufanyika kwa ile vurugu ambayo lileta kutokuwa na amani nchini, ambapo kile chama cha Chadema ambacho ni chama cha upinzani kinachoaminika ni kwamba hawakubaliani na hilo tume kwa sababu ni watu ambao walichaguliwa na rais, hivyo basi hawezi toa haki ama hawezi toa ma, matokeo yote kamili kwa sababu watakuwa kwa sababu watakua va rais hivyo basi walikuwa wanataka uh, tume iweze kuchaguliwa kutoka nje ya nchi ili ije iweze kufanya huno uchunguzi wote, lakini Samia Suluh Hasan Samia alikataa na kusema kwamba anaamini ile tume aliyochagua na kamwe kabisa hato ruhusu yeyote kutoka nje ya nchi kuja kufanya ile ambao ni uchunguzi nchini. Ndugu zangu, demokrasia vovote utakavyoisema, ukisema domo, ukisema demo vovote utakavyoisema, haina formula, haiko kama Coca-Cola. Coca-Cola dunia yote formula yake ni hii, na ukibadilisha formula testi inakuwa tofauti. Demokrasia haiko hivyo. Demokrasia inakwenda pamoja na hizo principles tunazosomeshwa za demokrasia, lakini inakwenda na the way mlivyoamua kujiendeshea mambo yenu ndani ya nchi, mila zetu, desturi zetu, values zetu, yani yale maisha yetu tunavyoyaendesha ni parti ya demokrasia. Wezi kukopa demokrasia. Angalieni, tuseme, tuchukue mfano mabara tofauti, Afrika kwa mfano, kuna east Africa, hatuko na demokrasia inayofanana kila pahali. Principles are the same, lakini mambo mengine, kila nchi na mambo yake na values zake na ethics zake na, na, na, na moral standards zake, utu, heshima, tunavyoendesha mambo yetu, mila desturi zetu, yanakuwa part ya hiyo demokrasia wezi. Ukaja hapa na elimu yako ya demokrasia ya unakotoka, ukasema una exercise hapa na una right ya kufanya hivyo kwa sababu una haki yako, hapana. Bara la Afrika pekee yetu tuna exas demokrasia tofauti tofauti tofauti, kwa sababu hakuna formula moja. Hata walimu wetu wa hiyo demokrasia na wenyewe huko kwao hawaendi wote na formula moja, kila watu na mila na desturi zao wanazokwenda nazo, hata wao walimu wetu. Kwa hiyo tunapozungumza demokrasia, yes, lakini utu wa mtu lazima uheshimiwa, sijui tunasema heshima ya mtu hali ya mtu ya kiuchumi kisiasa na kijamii, nafasi ya mtu lazima iheshimiwe. Wewe unayesimama kupreach demokrasia, ujue una mambo lazima uyaheshimu. Yale ambayo wewe hutaki kufanyiwa usiende kumfanyia mwingine kwa kivuli cha kwamba nina uhuru wa kutoa maoni. Hayo sio maoni, kuna maoni na matusi. Sa, demokrasia sio matusi, demokrasia ni maoni. Maoni yanaweza yakawa mazuri, yakampendeza unayempa, yanaweza yakawa mabaya, lakini hayampendezi. Si mabaya, hayampendezi, lakini ni maoni, umeyatoa. Lakini unaposimama na kuvurumusha matusi kwa kivuli cha demokrasia, kumkashifu mtu na dini yake kwa kivuli cha demokrasia, hiyo ah, ah, sio demokrasia, huo utovu wa adabu.